Yaani huyu mimi nikuambie. <laughs> Nimechoshwa na mambo yake huyu mzee. Sema tu hata ipo amesaidiwa na anampo. Takucha ni mchalaza mikoma mimi huyu siku moja. <laughs> <laughs> Wacha endelee kuleta mchezo, tuna mazoea utafikiri mimi ni babu yake. Hey. Wana shiru tu. Utizo na halaka. Sawa, utizo na halaka gete yose yose. Alimlukwa, alimwikalangiro akūjiga tūhū ambo wītile nghani īnghaani jakwījiwajītile ūbise tūntūmamile masala sawa akwībonaīofisi e īkūnanuula nakakwambya na na ūnamusaidiaga wewe tu siku moja natamupananisha kabisa kwenye kona ūtamukutaametoka majasho ya mapwaka tū natamutwanga tūtakwendakūsaidiwa tu na lūganda ni nikweleze sasa na nū mūmona kūmanīlile

Ndio utachovuna unajali wanyama kuliko mwana, oh, baba we, yatakufika majaribu, utakosa pa kushika. oh, oh, baba we hizi, hey, hey. Mila na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia Pukara wa ama baba, mwana sije shika shati mpe mtoto elimu kesho watakusaidia. Mtemi we, Mtemi we, Mtemi unapoteza mwana kisa mifugo, si wafata mila baba, unapoteza mwana kisa mifugo, hivyo we Mtemi una nini? Simetoka kusema sasa hivi kwamba huwezi kuoa nyumbani kwangu hapa, kwamba familia ni ya kijinga, huwezi kuoa kwangu kwa, kwa, kwa, kwa sababu mimi ni tabia yangu mbaya malezi yangu ya kijinga, alafu unapataje nguvu za kuita mama mkwe sasa hivi dakika hizi hizi? yaani mayu na kweli naliha natole kete nanokauklalikunya keti analikikuneneteni nayulalikunya kitindama yaani tondorushiashiredeshikasho niza narunje <laughs> Kwa taarifa yako, uwezi kumua mwanangu, we umri wako umeshaenda, ndugu yangu Age go weni, mzee ni mze. Huendani naye huyu, anahitaji kupata kijana mwenzie, tena wanaendana naye, sio wewe mayuuko tewaka cheneshumanakuwilila naanizanasanjevutukwahenaa upandike tuizukuru twakuipecapeha hena hanao tita twakushina wayoka <laughs> kwa taarifa yako, huyu yupo kwa muda tu hapa, ni mtu wa mjini huyu, humuwezi. Likizo ikishaisha manena zake mjini. Hey, mayu uneukanganalijie mjini nakuile

niweledunia lanineweshakete kembuguluneechluuzalulohenaenuumanaga omwelavizile lulu nacheene nakwetaginhelulusna wane welelwatarekanicaka Mungu akikupa mlango wa matatizo lazima akupe na mlango wa kutokea hayo ni mapito tu mdogo wanguumulagalulu

Yaani nimeamini leo. Aa, ama kweli wewe ni chui, ulejivisha ngozi ya kondoo. Huoni hata aibu? Umekuja nyumbani kwangu rafiki <coughs> yangu. Sio hivyo, mi nimekuja hapa kukuomba msamaha, dhamiri yangu na misuta, kwa nilichokufanyia. Ni nimekufanyia vitu sichokoa, lakini hayakuwa makusudi yangu. Halikuwa kusudi lako wakati wewe ndio ulienda kujitongozesha. Hmm. So kama nilienda kujitongozesha, wala hata nilikuwa sina mpango huu. Mimi nilitaka tu kumjaribu, nione kama kweli anakupenda au ndio hivyo. Sitaki kusikia ngonjela zako Rehema. Ninachokitaka utoke hapa wewe, uende ukamwombe ukamwombe msamaha Lumwecha. Umenielewa? Na umrudishe mikononi mwangu na ukakiri kabisa kama yale uliyoyafanya yalikuwa ni makosa. Hata mtu maskini, Mungu sijaonja hata penzi lake. Yule mwanaume ushaanza kuniharibia. Inuka twende, inuka twende. Inuka. E, jamani taratibu taratibu bwana, sio hivyo kurupukurupu kurupu. Lakini ujue mimi sikupenda kabisa wewe, ulivyotongozwa kabla yangu umefurai fly, hujafurai fly. Ninachotaka twende ukamwombe msamaha. Jamani e, unanichelewesha Mama, huyu mwanaume ambaye anakutolea maneno machafu kiasi hicho. Mm huyu -hmm. Ndio Ntemi, yaani ana dharau, ni mkorofi, kijiji kizima wanamjua. kwani huyu si ndo alikuja kunipiga siku moja nyumbani kwangu hapa hapa? Eti kisa rafiki yake Jeremia, mm. Mama, hata kwa dawa siwezi kuolewa naye. Amekutolea maneno machafu, amekudhalilisha. Eti siwezi kuoa hata kwa bule. Kuna mtu amwambia apo, kuna mabinti anahitaji kuolewa. Mwanangu, si tu ishamzoea. Alafu simuone hivi, yani ni dhaifu, hatari kwa wanawake. Kwani wesi umeingia tu hapa tayari kisha kutolea macho, kasha kutamani mpaka uda umemdondoka hapa, namuona <laughs> yani? Uje na wale na wengine uzee ndoje malizie kwangu. <laughs> Kwanza mi na mchumba wangu ni kijana, na keshakuta ameniambia nakuja. Mwanangu, kuwa makini, usije ukangukia pale ambapo hujapataka shauri zako. Kufika majalibu, utakosa pa kushika. Pona mmeshonana kama mami huko kwenye magunira. Mitaki nini? Sio mjinga, nimemkamata nataka, ndo nampeleka huko kwa lungacha kaombe msamaha. Mbona nikikuangalia nakuona, yaani unaonekana kama kangwa niki kawiza kashuri uli karomo romo burombo, yaani mtu akikutana nyinyi tu kwa mara ya kwanza akiwaangalia tu kwenye miso hivi anajua na manya na tonya ruya iti chene. Hivi mnajisikiaje? hivi mnajisikiaje, hivyo mnavyoongea hivyo mbele yangu mnavyoongea mispendi kwanza naona kama vile mnanitenga au mnataka niwe katili mwenzenu. Katili? Ukatili gani unaozungumzia wewe? Ukatili wa kutenganisha wapenda nao au nataka nikulambe kofi saa hizi? Labda kofreni, bimwi bimwi bimwi. Yaani mkianza mabugomvi henaha natumlekanya, yaani namlekaa mpaka mizuje mienda nanomkashika gete sute natumlekanya yani uwazujiwa kagauni aho uwazujiwa kavulauzi ka, ka, ka, ka, ka, nulukashindiriaho tumbafuvamwani kimwe mulivonaenakwiza kulwila mamisomatomatogitivurunga alinifataki she chaki oya wahuni Mi mambo yamenikalia kooni, nashindwa hata kuhema, nashindwa hata kumeza mate. Unazingua sana askari wangu, wewe uliona wapi muhuni nakimbia shida? Ah, mimi ndo muhuni wakwanza naanza kukimbia kwa ajili ya kujinusuru maisha yangu mwenyewe. Yule binti nilimbaka mbaka, na leo nimemtia makofi. Yaani hapo ndipo ulipo haribu kabisa kila kitu. Yaani umepiga hesabu ya saba, kutoa kumi. Ukujua kwamba yani haiwezekani, haviingiliani hivyo vitu. Ah, sikawaida tu binti mwenyewe kavaa kasketi kafupi kafupi, huu nadhani anataka nini? tofauti na mshenyeto. Oya wahuni, another time. Oya, unasema jua nini, usiku kama mchana na mchana kama usiku. Dua kashazingua huyu mwanangu, chana naye michongo mingine analeta mausiku, usiku Tantarira nyingi kiande tu namhala n'wincani īrīitakhiiwe nthondo twīmīle twīyompa ī mihayo yose yani twiyombe pyī ī mihayo pyī yose gete iri thūbapane bazukume boibenekeye bihukumufwayi nihaalekethe mm -hmm. wazazuli sana tena mimi nikuwanaphenteleaivi wewe dili na Ntemi alafu mimi nicheze na benti fonti

Lakini tujifanye kama vile hatujuani, ili kusudi watu wasije wakatushitukie. na hene ngosha ni tujage na kaya niyo <laughs> sawa Itulia kocha nitigwa gawogota Eshole hambale esho, esho kwembola Ole jali mitugon